So, tuna maybe machache anayoweza uh, kusema. Kwanza uh, bro, unajisikiaje kuwepo hapa? Of course, unajua uh, City Rap Battles ni platform ambayo yenyewe inalinda platform ya hip hop katika engo ya freestyle tu. Katika nguzo ya freestyle. Unazungumziaje kuhusu hili? Uh, kwanza a mambo ya battle, freestyle battle yalikuwa po tangia zamani Tanzania lakini sijawahi kuona kuna platform ambayo wanaifanya kwa serious kama City Rap Battle. Kwanza tujipigieni makofi kwenye swala hiyo. Umeona? Mimi ni mpenzi wa kubato kado kitengo najua mteganda si kama alikuja leo mwenye anajua nishabato sana na mteganda, nishabato na kado toxic ya wote vurugana nao lakini uh, mwisho wa siku is all love hapo, tunavyochanana sijui mtu anavyomchana usichukulie personal. It's just a sport huu uh, ni mchezo kama mpira, basket na nini, lakini kwa upande wa hip hop. Kwa hiyo tunavyoendelea, uh, uh, namna mnavyoongezeka hivi ndio mnavyoongezea support kwenye swala letu zima la hip hop na swala letu zima la battle rap. Mimi ni mpenzi wa battle rap, na pia nina, nina idea ya, ku, ya kuifanya battle rap iendelee kuwa kubwa zaidi lakini kwa upande wa sio freestyle tu, kuna freestyle battle alafu kuna ile rap battle kwamba we tunakupa miezi miwili ukamchane fulani, alafu na huyu mwingine pia unampa miezi miwili, alafu yeye anajipanga mistari yake anayakarili, alafu na huyu unampa miezi yake miwili anayakarili, alafu anakuja kwenye stage sasa. Yaani ni vitu unanielewa pia. Eh, hiyo ni rap battle sio freestyle battle. Lakini hivyo vitu pia ningependa kuviona Tanzania. So iwe tu freestyle battle. Alafu kuna kitu kimoja ambao sikipendi sana ambao nimekiona leo na na kwenye freestyle battle nyingi. Yale mambo ya una, una unaenda nyuma ya mtu, unajifanya si unamwangalia. Come on man. Hayo mambo ya zamani. Yaani mpaka usiumu useme kwamba sio anakishaza, anakishundu, sio nini. Yule ni mwanaume. Yule ni mwanaume. Kwa hiyo ukimchana kwa, kwa disi ya kike umuumizi. Hata majaji wanajua umuumizi wala hiyo. Um, hayo ni mambo ya zamani. Mchane kwa alivyovaa, mchane kwa labda kabila lake. Kama mimi ni chane, mimi Muhindi sio, na nywele hizi fresh, nishazoea yeah. poa tu, lakini ukijifanya sijui wewe mwanamke una kishaaza sio nini, mimi kwangu mimi ningekuwa jaji, hizo pointi zote zero. Haifai kabisa kwenye battle rap, kwa sababu yameshatokea, tunatakiwa tujifunze, tuende mbele zaidi. Kwa hiyo nawashauri sana mabattle rappers wengi, hayo mambo wayafute, waje sasa uh, ziada yani, waje kwa zaidi. Kwa hiyo yeah, I'm, I'm so happy to be here. Nafikiri hata na naofata nitafika. Uh, by the way aa ma, maje waliokaa mbele hapa <laughs> ni watu walionispire mimi ku rap. He bwana kabisa, ndo ntaka nseme hivo. unaondokaje bila kutupa vitu, bila kuwapa maua yenu? omuu maua yanauza wapi? uyo ikuishi na wengine wote. Kwa hiyo <laughs> yeah, a... ah, yeah, ni movement kubwa jamani, tuendelee kutokea kila Alamisi hapa Micasa Lounge Tabata, every Thursday. nina kaa mbali sana kwa leo, ibi nichukue train nifikie hapa na wazingua

pesi shaisahau asemiso mp lakini nafanya hivi vitu MCs wananijua freestyle kwangu vizuri wote na wazingua hizi bato nshawafanya kina kado wanajua kwamba nikija kwake nikaa Ronaldo sio Messi, nikija freshi mi sikwepeki, nikija umu ndani visa zangu sio feki, silali dabodeki na nalala kwaki kanda wenikama nani mi ni Farid kubanda kwaiyo nikija humu ndani nishapanda kwa stage naweza kuwa meneja naweza kuku kukumeneji na niko humu ndani na Jako Jizi sasa hivi sahivi anajita odong na, na hii ndo song napenda penda ile biti, skia skia yeah, Boss kaba ya kuvimba kinga noti Hindo picha lisi nikitimba linda pozi Leki ninja sina hodi nikichimba ni migodi Sishaka shawe mekutana na singa singa OG Midomu mingi nimefunga so quickly Mnataka play vicho vina soma so deeply Grammy nataka kwa flow zipi nikitema ya imnakata Apu na jifanya you know Natema ilani nikisonga Akili nyuele zaidi away Sio ni chamana mkiwa mnachonga Nikihiti bara mziki walana vibu tahiti Nimikwara mara nikipambana na wale wajona

Makofi tena kwa Mex Cortez. Oh yeah. I'll see you. I'll see you. Yeah yeah, yeah.